Ndugu zangu katika mambo ambayo yanaporomosha imani ni kujikita sana katika maisha ya dunia kuliko akhera. Kuwa bize na maisha ya dunia kiasi ambacho mtu anashindwa kutekeleza wajibu wake. Leo mtu mathalani akaambiwa, jitolee jitolee kwa ajili ya Allah, kitakachokuja hapo ni yaani, yeye atakupa hoja za kidunia. Atakutajia matatizo alionayo yeye ya kidunia, nadaiwa bili. Si nadaiwa, si kodi ya nyumba siu nadaiwa, siuada siu nadaiwa, ani, anataja vitu vingi, yani kana kwamba kuambia kwamba haya mambo haya kia khera, ye ye, yani ya kiakhera kwanza, bado kwanza dunia yangu yenyewe yanishinda. Kwa hiyo anaanza kutaja taja zile bilibili bili, kodi kodi zile madeni madeni. Yani ndugu zangu, tukiishi katika mazingira haya, mambo mengi mno yataenda cha msingi kwamba mtu anatakiwa afanye abalance mambo yake. Ni lazima uweze ku kufanya kuweka kama kiratiba fulani, sababu ibada lazima zitegemeani zi zi zi mambo yako ya kidunia yende, ukiwa unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tumekuwa na ubize mno katika maisha ya dunia kuliko tunavyotafuta akhira. Matokeo yake imani zinaporomoka. Allah subhanahu wa ta'ala asema: alhakum takathuru hatta zurtumul maqabir, mmekuabize mno kutafuta pesa, mmekuabize mno kutafuta maisha ya dunia, hamna haja ya kutekeleza ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mpobize mno na dunia mpaka umauti unawafika unawafika katika maisha hayo. Watu wangapi hapo wana wanakufa watu mpaka wanaulizana alikuwa na swali kwenye msikiti gani? Zaidi hapo mbaki ni muumini wa Ijumaa hadi Ijumaa. Mwingine aidi mpaka aidi. Haonekani hata kwenye msikiti, haonekani. Kila tukimtafuta kwenye msikiti hatumuoni kwenye msikiti. Zaidi ya hivyo, tunamuona kwenye mikutano mikutano ya kisiasa. Ndio, alikuwa ni maarufu sana. Itabidi sasa tupige mfano wa mikutano ya kisiasa. Unajua, mkutano fulani, yule bwana ambaye alikuwa anafanya kitu fulani ndio yeye aliyekufa. Humkuti kwenye mambo ya kheri, humkuti. Dunia imemzonga kiasi ambacho anaona kwamba anacheleweshwa. Bwana wewe, mbona msikitini haupo? Jibu nafikiri nakuaje? Jibu maisha, bwana. Ndio jibu lake maisha. Maisha bwana, maisha. Mnajua no, maisha maanake nini? Maisha kwamba mimi niko kwa bize na dunia. Ndio maana maisha, niko bize na dunia. Muda wa msikitini naupatia wapi?